Ya, leo uanacho kesho hana. Leo uzima unao kesho hauna, umeshaondoka. Lakini lakini uzima unavyokutoka kuna wengine mia moja au elfu mbili wanazaliwa muda huo ambao una, unafanyaje? Unaondoka chini ya jua. Kudharau mtu ni kukosa akili, sababu chini ya jua kitu kinaweza kubadilika. Vitu vinabadilika muda wote, paswa kuheshimu mtu yeyote. Usitaki umpe heshima kulingana na cheo chake kwenye jamii. Usitaki umpe heshima mtu kulingana na hadhi yake, sijui labda kulingana na fedha zake, kulingana na cheo chake cha kanisani unaanza kumheshimu. Haipaswi kuwa hivyo. Kila mtu umpe heshima kwa usawa, kwa sababu ana uhai wa Mungu, ana uhai wa Mungu ndani yake kwa kupitia huo uhai anaweza kufanya jambo lolote chini ya jua hili, anaweza kubadilisha hali yote ambayo anahitajiisha. Na kupitia hali gani? Usimdharau, wenda hata katika hiyo hiyo hali anayoipitia, kupitia hiyo hiyo hali kuna namna inaweza kufanyika kama msaada kwako, ukafanikiwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe, jina yeah. la Bwana libarikiwe. Amina. I no. Okay, kuna jinsi ya kushughulika na watu wanaokudara, jinsi ya kushughulika na watu wanaokua. hawezi kumlazimisha kila mmoja kueshiu selio. mm -hmm. Tunaishi kwenye dunia ambayo watu wana malezi tofauti, watu mitazamo tofauti, watu wamechukua elimu zilizo tofautiana zenye namna tofauti tofauti. Kwa hiyo najikuta kila mmoja paa kufikia umri huo alionao, amepitia katika uzoefu tofauti tofauti, ambao umemfanya anakuwa hivyo alivyo, anakuwa hivyo alivyo kwa kulingana na jinsi alivyo, namna ambavyo amekuwa akienenda. Hakuna namna ambavyo anaweza kuukana kwa namna ya kuweza kuweza kukabiliana na hiyo hali ya kudharauliwa, kitu cha kwanza kabisa, usijibu kwa chuki au hasira. Dharau inaumiza, lakini kujibu kwa hasira huongeza tatizo. Dharau inaumiza, lakini ukijibu kwa hasira unakuwa unaongeza tatizo. Kwa kitu cha kwanza cha namna ya kufanya ili ukabiliana na mtu naye kudharau kwanza, usimjibu kwa chuki au kwa hasira. Usijibu kwa chuki, usimjibu kwa, kwa kwa hasira, japo dharau inaumiza, lakini ukijibu mtu kwa hasira au kwa chuki, huyo anaye kudharau unaweza kujikuta umeongeza tatizo, tatizo likatoka kwenye kudharauiana likahamia kwenye ugomvi. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, amina tutaenda kusoma katika kitabu cha Mithali sura ya 15 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema kwamba jibu la upole huondoa ghadhabu, bali neno la ukali kuchochea hasira. kuchochea hasira. Jibu la upole huondoa ghadhabu, bali neno la ukali kuchochea hasira Methali kumi na tano mstari wa kwanza jibu la upole huondoa ghadhabu, bali neno la ukali huchochea hasira. Mtu akikudharau, mjibu tu kwa upole, usimjibu kwa ukali, kwa sababu ukimjibu kwa upole utaondoa ghadhabu ambayo ingelipuka kutokana na kujibu kwa ukali sababu wasema kwamba neno la ukali huchochea hasira, huchochea hasira upelekea ghadhabu itokee. Kama mtu akikudharau wewe, we mjibu kwa upole, usimjibu kwa chuki, usimjibu kwa hasira. Kimjibu kwa, kwa hasira, lile pepo iliyoko ndani yake iliyochochea dharau inaweza likalipua ghadhabu, inaweza likalipua magomvi, inaweza likalipua tatizo kubwa zaidi ya hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanzo sasa wengine wameanza tuna kudharau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanzo kumdharau na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Amen. Ah, kuja tumdharau Yesu. Kase Mungu atubariki. Okay. Kitu kingine cha cha kujikumbusha kwanza ni kukumbuka thamani yako mbele za Mungu. Thamani yako haitegemei maoni ya watu. Mungu anakujua na anakupenda. Ninatakiwa uijue thamani yako mbele za Mungu. Haitokani na namna wanavyokuchukulia wengine, haitokani na namna wanavyokuzungumzia wengine, haitegemeani na namna wanavyokuona wengine. Maona ya wengine, mitazamo ya wengine juu yako ni wengine, lakini Mungu anakuthamini, anakupenda, anakujali. Ndio maana anahakikisha uzima wako ndio maana amehakikisha afya yako. Hata leo haijalishi unapitia nini, hali gani, kwa vile bado umeuvaa uzima, anaendelea kukikilimia pumzi ya uzima huu bila kulipa. Tujue kwamba Mungu anakupenda sawa na